Tumepata ajali asubuhi na kwenda Morogoro. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. meona treni imehama kwenye reli <coughs> Tungu. Yani, hii nguzo ndo kama imesaidia hii treni isiweze, pengine hizi bewa zote zingedondoka, tungeumia sana lakini tunamshukuru Mungu. Kuna watu wameumia kidogo, sio wote. Ndio, tuko hapa, tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam kama dakika ishirini na tano, nafikiri kitu kama hicho. Behewa nyingine ile kule imechomoka. Tumepata ajali asubuhi na kwenda Morogoro. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. Nimeona treni imehama kwenye reli mtombe, yani hii nguzo Ndo kama imesaidia hii treni siweze, pengine hizi bewa zote zingedondoka, tungeumia sana, lakini tunamshukuru Mungu. Kuna watu wameumia kidogo, sio wote. Ndio tuko hapa, tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam, kama dakika ishirini na tano nafikiri, kitu kama hicho, na bewa nyingine ile kule imechomoka tupata ajali asubuhi na kwenda Morogoro, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. Nimeona treni imehama kwenye reli <coughs> Tungi. Yani hii nguzo ndo kama imesaidia hii treni siweze, pengine zibewa zote zingedondoka, tungeumia sana, lakini tunamshukuru Mungu. Kuna watu wameumia kidogo, sio wote Ndio, tuko hapa tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam, kama dakika ishirini na tano nafikiri, kitu kama hicho. Nabewa nyingine ile kule imechomoka.